Nilikuwa nyumbani, yaani baada ya hii nyumba iliungua, mimi nakaa nyumba ya nne pale. Jirani yangu mmoja alimsikia kipiga kelele ukunga. Ndio nilikuwa najiandaa na tawala kuoga baada ya kutoka jumuiya. Kwa hiyo nikaa sasa najiandaa na tawala kuoga, wale mbosi ukunga. Nikawahi kufika hapo nyumba ndio kwa sababu nyumba nne tu pale. Kwa hiyo nilifika hapa cha kwanza tukaanza kujitahidi kupiga same fire kwa sababu jirani yangu mmoja kijana mmoja kwa mmoja anaitwa Ali, alifika. Alikuwa tayari ameshafika hapo. Aliponiambia anaendelea kupiga simu, nikaona sipigi tena simu file, siwachanganya. Kwa hiyo nikachukua uamuzi wa haraka, kwa sababu niliona moto ule tayari unaanza kuchanganya, nikachukua pikipiki nikakimbia, nikaenda polisi nikaripoti. Nikatoka polisi ndo nikawa nafuta faya sasa kule majengo. Kwa hiyo kwa bahati nzuri nilipotoa ripoti polisi nao walikuwa wanangaa kutafuta simu, kwa hiyo wakati tayari washapiga simu. Nilipofika pale mimi nakutana na faya nayo ndo natoka majengo pale faya. Kwa hiyo nikakaa mbele, nikaanza kuielekeza paka eneo la tukio, mtiani huko, kwa sababu nilikuwa napiga kingora, ilikuwa tukifika kwenye barabara, kwenye magari, tunajaribu kuwatadharisha watu wasimame, na bahati nzuri kwa nasema. Kwa hiyo faya ilikuwa ikija tu na inaunga, kwa hiyo bahati nzuri ndo tukafika paka tukafika eneo la tukio. Sisi tumekaa hapo nje, akaja mtoto akasema kuna moto kule kwetu. Sisi tukatoka hapo tukaenda, kufika moto umeshawaka, kumbe nyumba imeshasambaa nyumba nzima. Basi kaka akaleta faya yake ndogo akapiga ule moto, moto ukawaka. Mwenyekiti ndio akaja akapiga simu faya. Moto ulipozidi, hamna mtu aliyehamisha hata hata hata kitu, vyote vimeungua vyote. Baba yani, mwenye chumba hiki hapa alikuja, aliingia na kutoka, akashindwa kutoa kitu chochote. Nikamwambia usiingie kwa moto, kaa pembeni, basi kaka pembeni. Nyumba ikaendelea kuungua na mwisho sasa ikaja kuzima moto majira ya saa sita na dakika arobaini na tisa. Tulipokea taarifa ya tukio la moto katika mtaa huu wa Dar es Salaam Street, kata ya Kiusa, katika manispaa ya Moshi Kundi tu. Baada ya kupokeza taarifa uh, wazimamoto waliondoka eneo la tukio, waliondoka katika kituo cha zimamoto na uokoaji Moshi mjini na kufika katika eneo la tukio saa sita na dakika 59. Kwa hivyo walipofika katika eneo la tukio tulikuta kweli kuna e, moto katika hii nyumba kama ambavyo waandishi mmeona. E, hii nyumba ilikuwa na vyumba kumi na mbili na ni nyumba ambayo ilikuwa ikitumika kwa makazi pamoja na biashara, maana mbele kwa kuna fremu mbili za biashara, lakini kwa nyuma ilikuwa kuna makazi ya watu, na wakati tukio linatokea nyumba hii haikuwa na mtu, hakukuwa na mtu mzima, kulikuwa kuna watoto wadogo wawili ambao baada ya kuona huo moto walitoka kwenda kwa jirani kutoa taarifa kwamba kuna tukio la moto, na hivyo huyo jirani akapatia sisi taarifa ya kuwepo kwa hiyo tukio la moto. Kwa hivyo tumefika eneo la tukio tukakuta moto umesambaa katika eneo lote, na baada ya kuona moto ni mkubwa, ikabidi tuongeze nguvu kwa kuongeza gari lingine. Kwa hivyo akawaua magari mawili, lakini moto akawa anaendelea kuwaka na tunashukuru pia wenzetu wa uh, zimamoto wa TPC pia na wao walikuwa kutusaidia kwa kuongeza gari lingine la tatu mm. Kwa hivyo tumefanikiwa kudhibiti moto vizuri na kuokoa nyumba ambazo zilikuwa jirani hapa. Kwa upande wa kushoto hapa kuna nyumba mbili za jirani kabisa ambazo zingeweza kushika moto, lakini pia kwa upande wa kulia kuna takribani nyumba tano ambazo pia zingeweza kushika moto kwa sababu zilikuwa karibu, karibu kama ambavyo mnaona. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi ni kwamba kwanza, tusiache watoto peke yao pasipo usimamizi wa watu wazima wenye akili timamu. Kwa tukio hili watoto walikuwa wameachwa wenyewe, kwa hiyo hatuwezi kujua eh, chanzo mpaka sasa hivi, mpaka tutakapoendelea kufanya uchunguzi wa kina, lakini kwa taarifa za awali ni kwamba nyumba hii haikuwa na mtu mzima, waliachwa watoto peke yao.